Mambo vipi, mkali ambayo umechagua na unaendelea kuifuatilia Global TV. This time, tupo maeneo ya uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere, rasmi kabisa kuweza kumpokea King Kiba ambaye anakuja na tuzo yake kutokea South Africa. Shango ambazo tunazisikia na kuziona katika maeneo haya ni mashabiki wa Kiba, king Kiba. Pia muda mfupi ujao ndio tutaweza kumsikia. Tayari kashawasili maeneo haya na muda mfupi ujao atakuwa akipita na kutoka maeneo haya. Endelea kwa pamoja na Global TV, anza kwa kusubscribe. Ndivyo anavyoingia mtazamaji, unaiona sura ya King Kiba akiwasili katika maeneo haya. Huyo hapo King Kiba anaingia, amewasili King Kiba. Anakuja namna hiyo, unamwona kwa furaha kabisa King Kiba akismaili na kutabasamu kutokea South Africa na tuzo yake akiwa ameshikilia ya mkononi, tuzo ya MTV asi namna hiyo, tuzo yake tayari imeshapokelewa amesaidiwa. Lakini muda mfupi ujao, tutamsikia akizungumza japo mawili matatu kutokana na tuzo hii, ni tukiwa mubashara kabisa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere.

tazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, tukiendelea kukuhabarisha kile ambacho kinaendelea, mara baada ya King Kiba kuwasili na kutua katika uwanja huu wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Amewasili vizuri, tuzo yake tumeiona alivyoishika mkononi, lakini sasa hivi katika maeneo haya amekuja moja kwa moja na na na kuingia kwenye gari yake, kukwepa mazingira ya joto ya joto ambayo yalikuwa yamejaa kutokana na msongamano wa watu. Lakini muda muda mfupi mfupi ujao ujao pia Global TV Global TV TV itafanikiwa kuzungumza kuzungumza naye. Endelea kuitazama na kuifuatilia Global TV, muda mfupi ujao utaweza kumsikia King Kiba atakapopata nafasi ya kuzungumza. Endelea kuwa pamoja sis wasiliana na, Wasilia na ndugu jamaa pamoja na marafiki waambie Global TV tuko mubashara katika maeneo haya ya uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere International Airport. Zaidi ni watakiwa katimua maendeleo pamoja na sisi <coughs>

King Kiba akiwasalimia mashabiki, anaendelea kuzipiga saluti kwa mashabiki

Afrika kuna criminals, na pia wale foreigner ambao wako pale pia ni ma criminals. Kuna wengine criminals, kuna wengine wanaishi vizuri. Yaani, yeah. Binadamu wote tuko sawa. Umeelewa? Yeah, yeah. Kwa hiyo vitu vinavyotokea pale ni, ni tabia tu ambayo imetokea kila kabila, nchi tofauti tofauti na nini ni kupishana maneno na ugomvi kama vile. Kwa hiyo mimi lazima uwepo. Umeelewa? Yeah. Kwa sababu kila mtu baada ya mwisho wa siku anapokuwa amegombana, anakuwa sasa unabaki kwamba yeah. Kwanza wewe unanipiga wakati mimi niko kwetu. Yeah. Unaelewa, yeah. vitu kama hivyo? Kwa eh, vitu kama hivyo walikuwa wanataka kuongelea kwamba ni yani, wasifikirie kwamba wa South Africa ni wanafanya unyanyasaji na nini, hapana, wanaishi na watu vizuri, ila tofauti kwamba crime ni kila sehemu wapo. Okay, eh kabisa ni ni kwamba kwamba pale pale project na na na Ivonne Chakachaka Ivonne Chakachaka pia mashabiki wakapenda kitu kitu kusema from from you ngoma Aje Remix lakini kwa kwa watu ambapo kwenye video hajatokelezea mara pili. Ah, tulijitahidi lakini kuna vitu ambavyo vilikuwa nje uwezo wetu kwa sababu tuliweza kufanya hizo zote na yeah, kumtumia uh, ticket times 2 mara mbili lakini shughuli za kikazi za nini za shughuli zake mara alikupo wapi, alistaki kuongelea hilo. Ndio maana ikabidi tuweze kuifanya sisi wenyewe, kwa sababu ya ya muda na tumespend sana pesa yeah. Yeah, kwa hivyo ilitibidi tuifanye wenyewe, Ali, koso, koso, Ali, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa well, Ali, Ali. Ali. Ali, ndani ya gari Baada ya kusikia mawili matatu kutoka kwa Ali Kiba, sasa hivi tunawasikiliza kidogo, japo kwa ufupi, fansi wa Ali Kiba, nikiwa na maana ya Team Kiba, Kiba. Una lipi la kuzungumzia kuhusiana na tuzo ambayo Kiba amewasili nayo? Zani, nimemwambia nyanyue tuzo na nimeiona juu na nimekubali. Alichokivuna na anakipanda respect, nanakipanda shukrani sana, yeah. na tuzo ya Kiba hapa amani, atusubirie yeah. tu shukrani sana mtazamaji na ufuatiliaji wa Global TV, endelea kuwa pamoja na sisi katika maeneo haya mara baada ya kumsikia Kiba na kusikiliza baadhi ya mashabiki wa Alikiba katika maeneo haya. Sina la ziada niwaambie, shukrani sana, endelea kuifuatilia Global TV. Anza kwa kusubscribe, usiache kusubscribe siku zote, wasiliana ndugu jamaa na marafiki popote pale walipoambia Global TV. Kazi yetu ni kukuletea matukio mubashara zaidi. Nawatakia wakati mwema, enjoy Mtazamaji na ufuatiliaji wa Global TV nimempata. Hip hop artist hey, ambaye ameanza kwa, kwa kasi kubwa sasa hivi ana, ana run kwenye social network, social media mbalimbali na baadhi ya kutokana na wimbo wake mmoja ambao unajulikana kwa Osipas ya. Kitu gani ambacho kimekuleta siku ya leo kuja kumpokea Kiba mara baada ya kutua na tuzo yake au una project tofauti? Ya yeah, ni kitu cha kwanza ni Alikiba kwanza, namkubali sana Ani, Unona, na nimekubali pita maelezo unaona, na nimekuja hapa kwa lengo la kumpa zawadi ya sheti hapa ambaye nimeprinti kwenye kampuni yangu SGS. yes, yes, Sabuka General Supply nimeprinti yani kama zawadi tosha kwa Alikiba ambaye namkubali. Ani, nakubali sana pita maelezo ni iko damuni yani. Okay fine. Na umefanikiwa pengine sasa kumpa zawadi yako sababu, na kuona unazo mbili, moja umevaa moja hapo umeshika. Vipi umefanikiwa kumpa? Yeah, sijafanikiwa bado kumpa mpaka time hii hapa. Ila nimeamini nitampa tu kwa sababu bado yupo na ndio hivyo. Na imani nitampa ni kwa sababu time bado ipo na ruhusa. Wazo la kuiandaa hii zawadi na kuanzia kuiprinti na kila kitu limetoka wapi na ni kwa nini ambapo umeamua kumfanyia hivyo? Ya hili wazo limetoka kwenye management yangu ya ambao inamilikiwa na Irene Sabuka, kwa kupri n yani kuprint sheti na kuanza kumpa Alikiba kama zaadi, kwa sababu kwanza tunamkubali na ni msanii wetu ambaye saizi yuko juu sana kuliko wasanii wote hapa nchini. Kwa hiyo yani kwa tu, kwanini tusimsaidie kitu kama hiki? ukiwa yani. okay, kama mfani wake na kama unamkubali zaidi, labda pengine umewahi kufikiria au kuandaa mikakati yoyote ya kufanya kitu na Kiba ya mikakati nimeandaa ni na hapa leo, nikipata bahati ya kuongea naye nimejipanga tu kwamba tutaongea. Asante sana. Lipi la kuambia fans wako na fans wa Kiba pia? mashabiki wangu kwanza, nawaambia nawapenda wote. Hani hapa, nimekulupuka tu location, niwezi amini um Unaona, kwa hiyo na Alikiba wa mafansi wake pia wampokee, tuendelee kusapotiana mziki wetu wa nyumbani uweze kufika hatua. Shukrani sana mtazamaji na ufuatiliaji wa Global TV, na imani umeweza kuyasikia mambo flani hivi kutoka kwa kwa Hamorapa, kuhusiana na issue ambayo ameizungumza, kuja kumpokea Kim Kiba akiwa na t-shirt ambazo zimeandikwa Kiba addict, kuonyesha kwamba wao ni addicted to team Kiba. Asante sana zaidi, endelea kuitazama na kuifuatilia Global TV. Tuko mubashara katika maeneo haya ya airport jijini Dar es Salaam, na zaidi kabisa, niwakumbushe pia kusubscribe kama kawaida, hilo ndo langu, sina la ziada. Endelea kuitazama na kuifuatilia Global TV. wakati huu bado unaendelea kuwaona mashabiki wa Kiba wakiwa bado bado. Sasa hivi ni zamu ya kuongea kwanza na mwanadada na muona pale kutokea sikui ni kaskazini hapa. Mambo vipi? Kutokea wapi kwanza? Kimara, kutokea Kimara, si ndio? Kitu gani hmm, ambacho kimekufanya ukachukua muda wako kuja katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere siku ya leo ukizingatia kwamba King Kiba ametua na tuzo yake kutoka South Africa hmm. Yani, nimekubali kwa kweli kuacha kila kitu nije kwa kumshuhudia au kumwona kipenzi cha watu Alikiba papri iyo <laughs> <laughs> shukrani sana. Unajisikiaje labda kutokana na tuzo ambayo ameileta ame nyumbani? Yani najisikia raha sana, tena furaha kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa ni kati ya mmoja ya kuhimiza watu wapige kura kwa ajili ya hiyo tuzo, kwa hiyo mia mia Shukrani sana. Lakini tuzo imekuja mara baada ya mambo fulani kufanyika, kwa sababu mara ya kwanza ilijulikana kwamba tuzo ilikuwa haikwenda kwa Kiba. Ulijisikiaje wakati huo, kwamba mara ya kwanza kabisa tuzo zina zinakamilika na Akiba hakutangazwa mshindi wa tuzo hiyo? Mm, mimi najua nini ahadi ya mtu au mtu akitaka kupata kitu kizuri kinacheleweshwa tu, lakini mipango ya Mungu lazima itimie. Shukrani sana. Mtazamaji, na fuatilia wa Global TV, tuzungumze na mwingine King Kiba namchagua na hapa. Tim Kiba mwingine. Tunazungumza naye sasa hivi na wajua mara baada ya kuwasili katika maeneo haya, King Kiba sasa hivi anajiandaa andaa kuweza kuondoka gari yake pale, na wale msindikiza timu nzima ya King Kiba, moja kwa moja tayari kwenye gari, na rasmi kabisa wanaanza kuanza safari kutoka maeneo haya, uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere. Zaidi pia nikukumbusha, endelea pamoja na sisi sisi, tunakuletea matukio mubashara On time popote pale yanapotokea, siku leo Au uongozi wao sijui nakuaje. Gari zipo tu la kufungwa la nini? Wow. Oh. Shwari, oh. Kitu gani ambacho kinakufanya kama kama ume, um, una hasira hasira kama ume panic. Mimi ni panic kutokana na gari ile tunataka sisi yenye rufu juu ambayo inafunguka juu au yanaonekana. Wakati tunaondoka naye wakati juu au yanaonekana sana kaga lile ambayo ya kujificha si ile si ile kwa sasa tumuelewi pale. Na gari zipo kibao zenye rufu juu kwa nini hawajaandaa? Uongozi pia wamefanya uzembe. Umesikika? King Kiba ndivyo anavyoondoka katika maeneo haya ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere. Namna hiyo King Kiba anavyoondoka katika uwanja wa ndege na muona pale Hamorapa akiwa anajitahidi kabisa kuweza kuzungumza na King Kiba. Hamorapa huyo amepata nafasi yake ya kuzungumza na King Kiba, namna hiyo anazungumza na Kiba Hamorapa, japo tusikie kile ambacho anachomwambia Kiba

Hatimaye Hamuraba amefanikiwa kuzungumza na King Kiba. Unaweza kutuambia labda kwa sababu kidogo kama Mike ilikuwa mbali. Kipi ambacho umezungumza naye ambacho yeah, ambacho nacho, ambacho ya kitu umezungumza nacho cha kwanza, namkubali sana. na na management yangu pia namkubali Ali Kiba, na pia nimemwelekeza swala la kolabo nifanye nao. Unaona ila kuweza kujibu kwa na, kwa nani kwa sababu ndio kama hivyo movement zimekuwa kubwa. Lakini kuba. lakini kama kama kama sioni, sijui kama imefika vipi. Ya t-shirt tayari nishamsaidia Ali Kiba, t-shirt yake. Big up sana mtazamaji na ufuatiliaji wa Global Umemwona hamo rapa, kile ambacho amekizungumza ameweza kukitimiza. T-shirt yake kwa Kiba, zawadi yake imefika. Yaani, saluti sana Alikiba, nakubali sana damuni Alikiba. Hilo ni goti la hamo rapa kwa saluti ya nani, ya Alikiba ni, kwa kile ambacho anakifanya, si ndio? E, e, bana, sisi tunakutakia blessings za kila namna ili uweze kufanikisha kile ambacho umekipanga sema. Inshallah, amen. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, much thanks kwa kuendelea kuitazama na kuifuatilia Global TV. Sisi ya kwetu tumeyakamilisha kuweza kukuhabarisha na kukuletea matukio yale yote ambayo tunasemaga on time, time at at the right place, at the right right time ambayo unayastahili yale yote. Siku ya leo tulikuwa katika uwanja wa ndege huu hapa wa Mwalimu Julius Nyerere, ni uwanja wa kimataifa ambapo King Kiba ametua kutokea South Africa na tuzo yake ambayo kidogo ilicheleweshwa. Zaidi ni kuambia kwa matukio mengine kama haya na mengine mengi mengi ambayo yanatokea Tanzania nzima na hata nje ya dunia Tanzania nikiwa na maana kote kule duniani, tunakuletea. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kushare pamoja na kukoment. Jina langu mimi naitwa Kelvin Shale, nyuma camera, much respect to my big director Amani Madebe. Zaidi niwatakia wakati mwema, endelea kuenjoy na kuitazama na kuifuatilia Global TV. Bye bye.